Kitamaduni mapapa huchaguliwa na makasisi wakuu wanaoitwa makadinali kupitia mchakato wa uchaguzi wa siri ulioanzia karne nyingi ya nyuma. Papa mpya huchaguliwa baada ya aliye madarakani kufariki au baada yake kujiuzulu. Mrithi wake anakuwa kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki la Roma, Papa Mkuu. Mwanaume yeyote Mkatoliki aliyebatizwa na amehitimu kiwango cha kadinali anaweza kuchaguliwa kuwa papa. Makadinali hao hukusanyika katika chumba maalum na kumchagua papa mpya. Kuna makadinali 252 kote ulimwenguni kufikia tarehe 19 Februari mwaka huu wa 2025, ambao kwa kawaida pia ni maaskofu na wale walio chini ya umri wa miaka 80 ndio wanaostahili kumpigia kura papa mpya. Idadi ya makadinali wanaopiga kura kwa kawaida hupunguzwa hadi 120, lakini kwa sasa kuna makadinali 138, kati yao ambao wana vigezo vya kushiriki katika kumchagua Papa mpya. Ukifika muda wa kumchagua Papa mpya, makadinali wote wanaitwa Vatican huko Roma kwa mkutano kwa ajili ya mchakato wa uchaguzi ambao hadi kufikia sasa umefanyika kwa karibu miaka mia nane. Katika siku ya kwanza ya kongamano hilo wanafanya misa, ambayo ni ibada ya Kikristo katika kanisa la St. Peter's Basilica, kisha wanakusanyika katika kanisa la Sistine la Vatican. Kuanzia wakati huo makadinali wote watawekwa pamoja ndani ya Vatican hadi pale papa mpya atakapochaguliwa. Makadinali wanaopiga kura wana chaguo la kuanza kupiga siku ya kwanza wakiwa Sistine Chapel. Kuanzia siku ya pili na kuendelea, wao hupiga kura mara mbili kila asubuhi na mara mbili kila alasiri, hadi mgombea wa upapa apatikane mmoja wao katika kura hizo. Kila kadinali anayepiga kura huandika jina la mgombea anayempendelea kwenye karatasi la kupiga kura. Ili kuficha kura, makadinali wanaambiwa wasitumie mtindo wao wa kawaida wa kuandika, kwa maana kuwa wabadilishe mwandiko wao. Iwapo hakutakuwa na kura ya maamuzi kufikia mwisho wa siku ya pili, siku ya tatu hufanyika sala na tafakari bila kupiga kura. Upigaji kura utaanza kama kawaida baada ya hapo. mgombea anahitaji theluthi mbili ya kura ili kuchaguliwa kuwa papa. Mchakato huo unaweza chukua siku kadhaa, hao wakati mwingine wiki. Mkutano huo hufanyika bila makadinali kuondoka Vatican, wala hawawezi kusikiliza redio, kutazama televisheni, kusoma magazeti au kuwasiliana na mtu yoyote kupitia kwa simu. Hakuna mtu anayeruhusiwa kuingia katika makao ya makadinali isipokuwa wahudumu wa nyumba, madaktari na makasisi wanaosikiliza maungamo yao. Wote hula viapo vya kutunza siri. Hakuna kadinali anayeruhusiwa kufanya kampeni za wazi. Vatican inaamini makadinali hao wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Rangi nyeusi au nyeupe huwekwa kwenye karatasi hizo. Moshi mweusi unaashiria bado hakuna matokeo, ila moshi mweupe unaonyesha kuwa papa mpya amechaguliwa. Mara baada ya papa kushinda kura, papa mpya anaulizwa, je, unakubali kuchaguliwa kwako kama papa mkuu? Akikubali, anachagua jina ambalo anataka litumiwe kuitwa kama papa. Kisha Makadinali wanampa heshima na kuahidi utii wao. Tangazo linatolewa kwenye roshani ya jengo la St. Peter's Basilica kwa umati uliopo nje. Jina la Papa mpya linafichuliwa na Papa mwenyewe anaonekana, anatoa kauli fupi na kutoa baraka zake kwa walimwengu. Baadaye matokeo ya kila duru ya upigaji kura katika mkutano huo hupelekwa kwa Papa. Kisha hutiwa muhuri na kuwekwa katika hifadhi ya kumbukumbu -kumbu ya Vatican na yanaweza kufunguliwa tu kwa amri ya Papa. Kevin Sewe, Mwanzo TV